Saa kumi na moja alfajiri moto ulizuka eneo hili la Kibra. Ndani ya dakika chache nyumba zilikuwa jivu. Kufikia jua kuchomoza, watu wanane wakiwemo watoto wanne walipoteza maisha. Watu wasiozidi ishirini walijeruhiwa, na saba miongoni mwao walikuwa mahututi na wanauguzwa katika hospitali kuu ya Kenyatta. Majirani kutoa mamaji ki kila mtu anajaribu kufanya usaidizi yake. Kisha hapo, kwa bahati mbaya ikatokea ajali. Hapo tukapoteza maisha ya watu karibu nane, ikiwa watu wazima wanne na watoto wanne, alafu kwa hiyo hali ya kudhibiti moto zimamoto kweli imefika, lakini muda ambao amefika Tayari moto alikuwa ameshaenea zaidi. Kulingana na wakazi, juhudi za zimamoto wa Nairobi hazikutosha kuzuia maafa, kwani kuchelewa kwao kulitatiza juhudi za kukabiliana na moto. Wamekumbushwa kuwa ahadi ya gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ya kuweka gari la zimamoto la dharura baada ya moto wa soko la Toi bado haujatekelezwa. Kama ambulance kama nini, hiyo zimamoto iko tu hapa, hata kwa kiwanja hapa tu kwa kiwanja hapa, In case of anything ikuja, sababu sisi ni watu tunaishi maisha ya duni, na sisi unajua mapato yetu ni ile ya jini, na sisi ndio tunasaidia mpaka serikali. Ukikuja tu watu wanatoka paka huko from Ruai Ruai, wapi wanakuja ku kununua vitu huko Toy, na kuja kununua vitu huko Makina, wapi huko Kibera, so tunaomba serikali please, hii kidongo chetu kidogo hii ndio inasaidia the government, so sisi atuo tunaambiwa na sisi, Mheshimiwa, ati oh, tunamfanyia nini? Tunamfanyia nini? Hakuna kitu kama hiyo. Tunataka tu tukuwe tuna security yetu sisi wenyewe. Usiku wa leo jamii inaomboleza kwa kupoteza wapendwa, huku wengine wakiendelea kukadiria hasara iliyotokea. Fatma Chidagaya, K24, Nairobi.